chama gani? Serikali inaongozwa na chama gani? Hayo mahusiano aliyapoteza ni nani na mataifa mengine, ili linaweza likasaidia. Kama mtu mliyemwamini akaaminisha umma kwa kutenda aliyo mema, akitenda mabaya, leo wanawake tuna wakati mgumu wa kuirudisha jamii kutuamini baada ya hili lililotokea. Tukuwai kupata nafasi hata mara moja ya kuwa na mwanamke ambaye ni kiongozi wa nchi. Leo tumempata rais wa kwanza mwanamke, amefanya mambo ambayo hajawahi kutokea kwenye taifa letu. Tuna wakati mgumu kwa sababu kipindi cha nyuma ilikuwa ni namna ambavyo walikuwa wamempokea mwanamke, ilikuwa sio rahisi kuaminiwa. Tukaanza kuaminiwa na jamii. Sasa tulipashwa sisi tuliopata nafasi tuambie watu kwamba na sisi ni sawa au zaidi ya wanaume, kwa kutenda yaliyo mema, yanayostahili waliotuamini tunapofanya mabaya tunarudisha watu huko nyuma, juu ya kuheshimu ya kutambua umuhimu wa mwanamke kwenye nafasi ya uongozi. Naweza kusema tunapopata nafasi mbalimbali tukaaminika, basi tuziishi nafasi hizo na kuwaaminisha watu waliotuamini hawakukosea. Ila kwa hili linaloendelea, tunahitaji hekima ya Mungu na sisi wanawake habari ya kuzungumza, habari ya wanamke hata kwenye maovu. Kwa kutosema, dhambi hizi tutafuna kwenye vizazi vyetu, ila tunaposema ukweli kwamba mtu anachaguliwa si kwa sababu ni mwanamke, anachaguliwa kwa sababu ana sifa ya uongozi, tutaiaminisha jamii bila kutumia mtutu wa bunduki kwamba mwanamke ana sifa ya kuwa kiongozi kama alivyo mwanaume. Lakini kwa haya, tukubaliane kwamba imeturudisha nyuma kama wanawake kuaminika kwenye nafasi za juu, jambo ambalo si jema, lakini ukweli lazima usemwe, na huu ukweli una maumivu kwa anayepokea au anayesema, lakini tunaamini kwamba sisi wote tuko hapa kwa mpango wa Mungu na taifa letu ni mpango wa Mungu. Mungu ndo ambaye amebaki tumaini letu, atuvushe hapa tulipo. Nakushukuru sana, nakushukuru dada Aida Kenan, dada Pamela. Karibu. <coughs> Asante sana moderator. Mnataka uh, kujua chanzo, wanataka kujua chanzo cha ujasiri wangu. Naweza kusema hivi, uh, ujasiri una pande mbili au tatu. Ujasiri wangu wa kwanza unatokana na ile nature, kwa maana ya ujasiri wa kwanza unatokana na namna nilivyozaliwa, mazingira niliyokulia misingi ambayo nimelelewa na wazazi yalinitengenezea mimi kuweza kusimama katika mambo mbalimbali. Niwaambie tu kwamba nililelewa na mama, kwa hiyo kuna mambo mengi sana nilikuwa najifunza kutoka kwa mama yangu, kwa maana ya namna ambavyo amekuwa akitusimamia sisi watoto eh, kutusomesha kutusisitiza katika umuhimu wa kupata elimu wa kujisomea, lakini akawa anatuonyesha pia na kutufundisha namna ya kujisimamia na kujitambua, ambacho hicho ni kitu nilichokiona kiliniingia sana na kikanijengea nguvu kubwa na uwezo wa kujisimamia kwenye maeneo mengi. Uh, nimekuwa ni mtoto wa kipekee kwenye familia kwa maana ya mtoto ambaye nimekuwa ni naweza kusema ninajitegemea toka nikiwa mdogo sana, kwa mazingira ambayo nimekuwa nayo, ambayo mama alikuwa ni mwalimu tu. Kuna nyakati unajikuta una mahitaji, lakini ukikumbuka kwamba kwa uwezo na kipato cha mwalimu hawezi kukupatia yale mahitaji, unalazimika aidha kuwa mbunifu, lakini vile vile kuwa mvumilivu kama sitafanya ubunifu wa kuangalia mbadala wanachokihitaji basi nitakuwa mvumilivu na kukubaliana nacho kwamba labda hili nililomwomba mzazi siwezi kulipata, kwa hiyo nikubaliane na hali kwa uvumilivu wa kukubali na kukubaliana na mazingira niliyokulia. Uliendelea kunijenga katika uh, misingi ambayo imenileta hapa nilipo misingi ya kunifanya nisiwe na tamaa na tamaa. Nakumbuka wakati mama anatulea, ukiwa unasoma, ukirudi umeenda shuleni, umevaa sweta, huipendi, sijui ya rangi fulani, nakutana na mwenzako ana sweta ukaitamani, unaivaa, unarudi nayo nyumbani. Yani ulikuwa unaishia getini kwamba tamaa hizo ambazo unataka kuzitengeneza wewe mtoto hazitakusaidia, sio kitu kizuri. Kwa hiyo unalazimika utafute nyumbani kwao yule mtoto kwao, ili uirudishe sweta yake, na mambo na vitu vingine vingi, yaani tulikuwa haturuhusiwi kabisa kuingiza tamaa hasa ya kuona kwamba wenzetu au mwingine ana kitu kizuri kuliko mimi na nikakitamani. Kwa hiyo nilikuwa nafundishwa kuishinda tamaa toka niko mdogo kabisa. Lakini pia alikuwa anatufundisha namna ya kuwa wajasiriamali toka tuko wachanga kabisa. Na hichi pia kilikuwa ni sehemu ya jambo ambalo lilinifanya mpaka namaliza shule, nimemaliza chuo, sikuwahi kutamani kuajiriwa. Ilikuwa ni spiriti yangu na wan... mmoja ya vitu ambavyo vilinifanya pia nikaamini ninaweza kusukuma maisha yangu bila kupata kipato ambacho sio halali kwa maana ya lazima nifanye kazi, na ndio maana ni, ni kwenye historia yangu nimekuwa ni mtu wa kujitolea kwenye taasisi nyingi, nimekuwa nikifanya kazi za kujitolea sana, na hayo ndio yaliyonijengea eh, network kubwa ya watu, lakini pia ikanijengea toka niko nina umri mdogo kuishi na watu hata watu wazima kabisa wakaamua kuniamini kutokana na kufanya kazi kwa bidii nikiwa natambua nimetokea wapi. Huo ni upande wa kwanza kwa maana ya ujasiri unaotokana na namna ambavyo mtu unakuwa nurtured. Lakini upande wa pili, ujasiri kwenye upande wa siasa. Kwenye siasa, ujasiri wa kwanza tunaupata kutu, nili upata kutokana na sera bora zinazotokana na chama changu, kwamba nimejiunga na CHADEMA. Lakini CHADEMA inasimamia nini? CHADEMA kimekuwa chama ambacho kimekuwa kikionyesha matumaini au kikiwapa Watanzania matumaini kwa kipindi kirefu. Kwa kitendo cha mimi kujiunga na chama ambacho kinasimamia sera ambazo zinalenga kumkomboa Mtanzania, mimi kwangu inanipa ujasiri mkubwa sana na kikubwa zaidi ambacho nimekuwa nikikiona, ukiachia mbali usimamizi wa sera, hata viongozi wetu wengi ambao wamekuwa kwenye chama chetu ni watu ambao wamefanya, wana michango mikubwa kwenye jamii yetu walioaminika waliopewa dhamana ya kuwakilisha kwenye nyadhifa nya mbalimbali, nyanja za kiserikali wamefanya vizuri sana kiasi kwamba hiyo ilikuwa inaendelea kuniongezea mimi ujasiri wa ku wa kusimama na kuendelea kupambania hiki ambacho tunaendelea kukisukuma mpaka sasa. Kwa hiyo, msingi um, bora pia wa chama chetu cha Chadema unaendelea kuniongezea nguvu na utaendelea kwa sababu bado naamini safari haijafika mwisho. Lakini uh, nyingine ambayo naiona iko tu general ni uwezo mkubwa wa kuu ni kuwa na uwezo wa kutatua matatizo ambayo ni ya watu walionizunguka au ya kwangu mwenyewe. Unapokuwa unaamini katika uwezo wa kutatua matatizo yanayokuzunguka unakujengea ujasiri, unakumpa ujasiri wa kuona kwamba kama hili nililiweza ambalo ni gumu kiasi hiki, ni kipi kitanishinda? kama nina nguvu au nimeweza kufanikisha mtu fulani ambaye alikuwa na changamoto, nimeweza kumsaidia na akatatua changamoto yake, ni kipi kingine kinaweza kunishinda? Nitawapa tu mfano. Nakumbuka wakati nagombea na bunge la Afrika Mashariki, uh, ile nafasi kwa namna ya kipindi cha nyuma ilivyokuwa, walikuwa wanagombea au ambao wamewahi kuwa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki wengi ni watu wastaafu wanaotokea edha serikalini, mawaziri wastaafu. Kwenye nchi za wenzetu wanaleta mpaka majenerali wastaafu wanaleta, yani wale seniors ambao kimsingi wana historia pana kwenye maeneo yao, lakini mimi nilikuwa ninaamini kwenye kitu kimoja. Kwanza nina elimu nzuri lakini nina uzoefu wa kufanya kazi kwenye viwanda vya uzalishaji, na mtakumbuka, niliulizwa swali e, kwa umri wangu na kwa, kwa sababu mimi ni junior, nikipata nafasi ya ubunge ninakwenda kufanya nini huko? Sababu wanachoamini ninakwenda kukutana na watu wenye uzoefu wa muda mrefu ambao wamekuwepo kwenye nyanja mbalimbali lakini kilicho ni kum, nilikumbuka ya kwamba kwanza mimi ni mwandishi lakini pia nimefanya kazi mbalimbali mbali, hasa za kusaidia katika kutengeneza sera ya ubora wa viwango vya chakula na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo nilieleza ni namna gani nitatumia taaluma yangu na uzoefu mdogo nilionao katika kuisaidia jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu Jumuiya ya Afrika Mashariki inahitaji sio tu wanasiasa bali pia na watu wenye taaluma mbalimbali. Kwa hiyo mnaweza mkaona elimu nayo inaongeza ujasiri. Uzoefu wa baadhi ya vitu unaweza kukuongezea mtu ujasiri wa kufanya jambo. Kwa hiyo mambo ambayo yananifanya mimi niendelee kusimama katika ujasiri ni hayo, lakini kikubwa kingine ambacho kinanipa ujasiri ni namna ambavyo naona watu wananikubali e, wanachama wenzangu, viongozi wenzangu wanaendelea kuniona na kuthamini mchango wangu na historia ambayo nimekuwa nayo kwenye chama changu inaendelea kuniongezea ujasiri wa kutoku kutokusaliti mapambano na kunionyesha ya kwamba hiki ninachokisimamia kinaangaliwa na wengi na kama kinaangaliwa na wengi, ninatakiwa niongeze nguvu zaidi ya mapambano kuliko huku tulikotoka. Kingine eh, <coughs> ambacho naweza kusema ni, tuma, ni kuwa na matumaini tumekuwa ni cha, sisi wanachama wa CHADEMA ni watu ambao tumekuwa na tumaini la muda mrefu pamoja na madhila yote ambayo tumekuwa tukiyapitia. Eh, tumejengwa kwa misingi ya matumaini tunatumaini kwamba hayo yanayotokea yanaletwa kwa makusudi maalum na yatatusaidia sisi kufikia malengo, si kwa kukata tamaa bali kuendelea kuimarisha kwa kuangalia mapungufu yanayojitokeza, lakini kurudi nyuma na kujipanga upya ili tuweze kufanikisha hasa kuchukua dola. Kwa hiyo pia matumaini ambayo tunayo, lakini tunayopewa na, na, na wananchi eh, imani ambayo tunaendelea kupewa na umma na mifano tunaendelea kuishuhudia inaendelea